Salome. Eh? Salome. We Salome. Eh? Inamaana Salome nakuita. Unisikia kama nakuita? Unasikia? Haya, Salome nikuuliza swali. Ndiyo. Humo ndani tunaishi watu wangapi? Wawili. Kama tunaishi humo ndani watu wawili, pesa zangu zizokuwa kitandani kachukua nani? Samira, mimi sijachukua pesa zako. Nakuuliza pesa zangu zizokuwa kitandani kachukua nani? Samira, mimi sijachukua. Ila kuna wakati niliona pochi yako ilidondoka. Labda ungejaribu kuangalia. Haya, unajua kama nakudai? Naomba univumilie Samira. Wewe unajua kabisa ni muda ni nilikuwa ni ni, ni na umo wiki nzima. Hiyo pesa nimeitafuta saa ngapi? Haya pesa yangu utanilipa lini? Naomba univumilie Samira. Nimechoka kukuvumilia na kuuliza pesa yangu utanilipa lini? Nipe basi hata wiki. Unajua kama nadaiwa vikoba? Nakuuliza na unajua? Najua lakini na naomba, mimi, mimi. Nataka pesa yangu iliyokuwa zima jamani. Nikikuvumilia wewe mimi marejesho na narudisha kitu gani? Hela marejesho mimi napeleka nini? Sitaki kusikia, na nachukua pesa hii, nataka zingine, urudishia pesa zangu dani kwangu, nimekwambia ondoka! Na nimekwambia Salome, humu ndani kwangu toka! Nimekuchoka, nimechoka kuzumilia umu ndani hela zinapotea kila siku, hela zangu taki kuamdika. Nimekaa tu humu ndani na kufuga. Nimekwambia hivi, hapa nyumbani kwangu toke, taki kukuona, ondoka. Sambu, Salome Salome, sitaki kukusikiliza, nimekuchoka, nimekwambia toka oh. Nyumbani ni kwangu toka. Wapi, kwa zuru, toka! Mbona sitaki kukusikia maneno yako? ni nini kinaendelea hapa? Naona mabegi anatupa namna hii mpaka miguni namna wajanamaakii Samira Taka, nimeomba nikae kwake, hasa kuna hela aliniazima, hasa nilikuwa naumwa, sija nilikuwa sijapata hela, akanifukuza na hapo apo ninyang'anya mumi yangu ambayo nilikuwa ndo ninaitegemea hasa, amenifukuza sina pa kwenda. Samira, Samira, Samira, nakuita mara ya tatu, Samira. Abe baba. Yani kumbe wewe ni mbogo kiasi hiki, unafanya mambo ya kinyama kabisa. hmm? Wewe umeachwa na mume wako miezi mitatu, ni kuka fadhili, ukakaa hapa kwangu, na kipindi kile umeachwa na mume wako haujalipa hata senti moja kwenye uji kukaa hapa lakini sasa unafanya vitu vya ajabu unaanza kumfukuza mwenzako kwa sababu ya shilingi elfu arobaini elfu arobaini samila elfu arobaini na miezi sita na kudai kodi lakini hauna unachonipa zaidi ya maneno tu kunaji kwamba utanilipa samila sasa sikia kitu kimoja maanake wewe hata mimi unaweza ukajigeuka muda wowote si ndo hivyo muda wowote wewe unaweza kanigeuka. Sasa nakwambia, nataka ujifunze kwa sababu umeshindwa kusamehe, na mimi sasa nataka nikufundishe kitu. Huyu mwenzako namfukuza hapa, wewe sasa ndio utatoka hapa, huyu atabakia hapa, hiyo pesa mimi ndio nitakurudishia. Na huyu ataondoka akipindi, atapona tayari, ameshajipanga vizuri, ila we sitaki kukuona kwenye nyumba yangu tena, unanisikia Unanisikia? una shanga shanga tu hapa yani, sitahi kusikia kabisa. na hivi lavongea, una masaa sita tu hapana, lazima ufundishe kwa vitendo. <laughs> Samila, kwa sababu wewe umesema ni msamehe rafiki yako, inaonekana wewe kweli ni mtu wa Mungu. Nina msamehe rafiki yako, ila tu sitaki kusikia tena hilo jama, na madeni yote ambayo nakudai miezi sita Salame rafiki yangu, mambo ni samehe, ni shetani tu alinipitia, sitarudia tena, sitarudia makosa niliyoyafanya. Nimegundua kweli mimi ni mwenye makosa, rafiki yangu, unisamehe.